Kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, tayari maandalizi kadha wa kadha yameanza kushuhudiwa kutoka tume huru ya taifa ya uchaguzi hadi michakato ya ndani ya vyama vya siasa nayo ikishika kasi. tunaomba Watanzania tuunge mkono na kutuchagua. Leo hii umetangazwa rasmi muungano wa vyama vya siasa kumi na vinne, lengo likiwa ni kuhakikisha CCM inawapisha katika kushika dola tutaangalia uwezekano bora na mzuri tukiamua kwamba tunamchagua mgombea wa kafu tumuunge mkono au chama chochote kile cha siasa basi tutaamua sisi vyama kumi na nne lengo letu ni kuiondoa CCM madarakani na sisi tukashika dola tukaleta mabadiliko baadaye tutakuwa tuna mkutano wa vyote kujadiliana kupokea mawazo ya kila chama ili kuona tunaendaje kwenye uchaguzi sasa muungano huwa huko wanaenda mbili kuna muungano wa dhahiri na muungano wa siri. Zote ni mbinu za kivita ambazo tutazitumia kuhakikisha kwamba CCM mara hii anaondoka madarakani. Baadhi ya viongozi wa vyama hivyo hawakusita kueleza namna walivyojipanga. Kwa hiyo tumejipanga vizuri, na tuambie tu wenzetu wakae mguu nje mguu ndani. Sisi tunakuja na nguvu, tunakuja na nguvu ile ambayo hawajawahi kuiona, tunakuja na kasi ya kimbunga. Mtu anasema Vyama hivi vyote vyama vya mfukoni, vyama hivi ni vyama vya vyama chawa hivi vyama ni mamluki, hivi vyama ni mapandikizi. Haya ni maneno ambayo yamezungumzwa sana ya miaka mingi, lakini nataka niwaambie kupitia mtono huu kwa mara ya kwanza, kinakwenda kutokea kishindo katika uchaguzi wa 2025 kishindo kinakwenda kutokea safari hii. Hakuna pandikizi, hakuna chawa, hakuna kunguni. Kwanza pandikizi maana yake nini? Sisi tumekwambia kuzampunga siku nyuma majaruba Ikumbukwe baada ya zoezi la utiaji saini kanuni za maadili ya uchaguzi mkuu, INEC ilivitangaza vyama kumi na nane vilivyoshiriki zoezi hilo ndivyo vyenye sifa ya kushiriki uchaguzi mkuu mwaka huu. Hivyo basi, vyama pekee ambavyo havipo kwenye muungano huo ni ADC, Chauma, ACT Wazalendo na CCM. Ahmad Ally, Habari Weekend, Dodoma. <mulia>